Asante sana. Sasa tukaweza kukaa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama nilivyotangaza awali kwamba muda ni kidogo, kwa hiyo itifaki imezingatiwa na kama itakavyotangazwa na mhusika. Lakini kwa sababu ya kuwafanya watu wajiandae, watakaohusika katika ratiba hii, naomba nipitishe kidogo kwenye ratiba hiyo, kwamba baada ya wimbo wa taifa kutafuata sala au dua ambayo tunaomba viongozi wetu wa dini tafadhali dakika moja moja kutoka uwakilishi wa BAKWATA, CCT na TEKI, dakika moja moja wataweza kutoa dua. Lakini baada ya hapo kutakuwa na utambulisho na ukaribisho na kisha kutakuwa na salamu za mkuu wa mkoa, alafu na wimbo maalum kutoka kwae ya TAKUKURU, kisha tutakuwa na maelezo ya utangulizi kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU na baadaye kutakuwa na maelezo ya kumkaribisha mgeni rasmi ambayo atafanya na Mheshimiwa Waziri wa Ofisi ya Rais, Menejimenti ya utumishi wa umma na Utawala Bora, na baadaye atamkaribisha mgeni rasmi kwa ajili ya kutoa maelekezo na hotuba yake. Basi kwa ruksa yako na kwa wakati ambaye ni Askofu wa KKKT Mkoa wa Morogoro na pia atafuata uh, Sheikh wa mkoa, sorry uh, Lazarus Msimbe Askofu wa Roman Catholic Uh, jimbo la Morogoro. Na mwisho, tutakuwa na dua kutoka kwa she uh, Sale Swale Kilango, ambaye ni she wa mkoa wa Morogoro. Basi nimkaribishe viongozi wa dini tukianza na uh, dokta wa CCT kutoka CCT. Karibu dakika moja tafadhali, tuombe. Uimidiwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu Uliyetupa maelekezo, maonyo na kutupa viongozi wa kusimamia maelekezo hayo. Leo tumekusanyika mahali hapa kwa ajili ya jambo hili la baraka sana la kuhakikisha kwamba katika nchi yetu tunazuia rushwa na kutokomeza kabisa. Umetupa viongozi wetu wali m jambo hili na sisi tukawa wanyenyekevu. Mungu, jambo hili linawezekana tu tukiwa na moyo unyenyekevu, usikivu na kupokea maelekezo yatokayo kwako. Kipekee sana tunaomba umbariki rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu, umbariki Waziri Mkuu ndugu yetu Mwigulu Nchemba na watawa na viongozi wote ambao Mungu umewapa mamlaka, na kipekee sana mkuu wetu wa mkoa na mkuu wa TAKUKURU katika mkoa huu na katika nchi yetu ya Tanzania tunaomba haya yote katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu, jina, Baba, na, Mwana, na, Roho Mtakatifu. Amina. Ee Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa zawadi ya siku hii ya leo, tunakushukuru kwa neema na baraka zako tele unazotujalia kila siku. Mkutano mkuu wa viongozi wa TAKUKURU unapoanza siku hii ya leo, tunakuomba Roho Mtakatifu awaangaze na kuwaongoza wajumbe wa mkutano huo ili hayo yatakayojadiliwa yaweze kuleta manufaa kwa taifa letu la Tanzania ili watu tutumikiane kwa upendo na haki na hatimaye amani iweze kutawala katika nchi yetu. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amina. Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin habdani yuwafi naamahu wayukafiu wa mazida. Mwenyezi Mungu mumba wa mbingu na ardhi, tumekutana hapa leo wewe Allah subhanahu ni shahidi katika yale ambayo yatakayokuwa yamejadiliwa yata katika kikao hiki, tunakuomba Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa taala, kwa sababu jambo lilotukusanya ni miongoni katika yale mambo mazito ambayo Mungu umeyakemea kwa wanadamu, na siku zote tunasema hakupotea aliyopotea ile isipokuwa kwa kufuata kwa kukosa. Basi, mheshimiwa waziri mkuu, niende moja kwa moja kumkaribisha uh, mkurugenzi, naibu mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU ili aweze kutoa ukaribisho na kuweza kutambulisha makundi aliyopo hapa mbele, karibu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba, awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo. Vile vile kupitia mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU Bwana Crispin Chalamila, ninapenda kutumia fursa hii hukukaribisha mgeni wetu rasmi pamoja na wageni wote katika hafla hii ya ufunguzi wa mkutano mkuu wa mwaka wa viongozi wa TAKUKURU. Mkutano huu unafanyika katika hoteli hii ya Kate, unajumuisha jumla ya viongozi 234 wa TAKUKURU makao makuu, mikoa, wilaya na vituo maalum, ambapo TAKUKURU ina ofisi zake. Vile vile mkutano huu mkuu unajumuisha viongozi saba kutoka mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi Zanzibar zaeka. Aidha, mkutano huu utafanyika kwa muda wa siku nne kuanzia leo Januari 26 hadi tarehe 29, ambapo pamoja na mambo mengine tutatathmini kazi za mwaka 2024/2025 na kujipanga vyema kwa mwaka huu wa 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima kubwa ninaomba sasa nikutambulishe waliojumuika nawe katika hafla hii. Nianze na viongozi wa TAKUKURU kama ifuatavyo. Uh, tunao wakurugenzi wa TAKUKURU ambao wapo kumi. Tafadhali naomba msimame. Asante. Lakini vile vile tunao wakuu wa vitengo, wakurugenzi wasaidizi pamoja na mkuu wa sekretarieti ya mkurugenzi mkuu, tafadhali simameni. Mweshimiwa mgeni rasmi tunakuru mikoa pamoja na manaibu wa TAKUKURU mikoa ambao jumla yao ni hamsini ya na sita, naomba msimama. Asante sana mheshimiwa mgeni rasmi na wageni waalikwa, tunao wakuu wa TAKUKURU wilaya wakuu wa TAKUKURU wilaya vivuli wilaya vivuli. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni zile wilaya ambazo ziko makao makuu ya mikoa aa, na wanawasaidia wakuu wa wilaya katika kuratibu mambo lakini pia tunavyo wakuu wa TAKUKURU wilaya ya vituo maalum jumla yao wako 145. Tafadhali msimame. Asante Mheshimiwa mgeni rasmi na mgeni mwalikwa kipekee, TAKUKURU imebahatika kuwa na viongozi e, katika ngazi ya kanda ya Afrika Mashariki, lakini pia katika ngazi ya kanda ya Afrika. Kwa kipekee, naomba ni watambulisheni. Mheshimiwa Benjamin Kapera, huyu ni mjumbe wa bodi ya umoja wa Afrika ya ushauri dhidi ya rushwa, yani, AU Advisory Board Against Corruption. Asante sana Mheshimiwa Kapera. Lakini kipekee nimtambulishe Bi Lilian William Kafiti, yeye ni katibu mtendaji wa shirikisho la mamlaka ya za kuzuia na kupambana na rushwa Afrika Mashariki, Eastern Africa Association of Anti-Corruption Authorities lakini pia Bibi Kafiti yeye ni rais wa mtandao wa kufuatilia mali zinazotokana na mazalia au mapato ya uhalifu kanda wa Afrika Mashariki. Asante sana Bibi Kafiti. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kutambua ya kwamba elimu dhidi ya rushwa ni nguzo muhimu ya kupambana na rushwa na kuzuia rushwa, tunatoa ujumbe huu kwa njia ya sanaa na hivyo kama TAKUKURU tunayo kwaya inayoundwa na watumishi wa TAKUKURU. Naomba niwatambulishe TAKUKURU Kwaya, tafadhali. Asante. Lakini pia miongoni mwa wanahabari wanaochukua taarifa mbalimbali ni watumishi wa TAKUKURU wanaounda TAKUKURU TV. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni walikwa, naomba niwatambulishe kwako kwa washiriki wa, wa, wa kutoka taasisi mwenza Zanzibar wakiongozwa na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kuzuia rushwa na hujuma uchumi Zanzibar, yani zaika Bwana Ali Abdalla Ali, lakini pia akiwa ameambatana na naibu mkurugenzi mkuu Bi Amina. Asante sana. Naomba pia wakurugenzi kutoka zaika msimama ili mgeni rasmi mgeni waliko aliku aweze kuwaona asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatambua uwepo wa makamu mwenyekiti wa kamati ya bunge na utawala katiba na sheria uh, Mheshimiwa Edin Enoswale, asante sana lakini pia nitambue uwepo wa Mheshimiwa Eva Kiaki Nkya, huyo ni msajili mkuu wa mahakama kuwakilisha jaji kiongozi, asante. Lakini nitambue uh, uwepo wa kuna na wakilishi wa vyombo vya usalama, tafadhali simame, asante sana lakini pia tunaye bwana e, Saino Mntobe akimwakilisha mkurugenzi mkuu wa mashtaka. Tunaye mkurugenzi wa mwakilishi wa mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai, naye kamishna msaidizi mwandamizi Omar Nasser, asante sana. Nimtambulishe kwako mheshimiwa Joseph Masunga, mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM mkoa wa Morogoro, akiwa ameambatana na katibu pamoja na mjumbe wa halmashauri kuu. Asante. Lakini pamoja nasi leo, mheshimiwa mgeni rasmi, tunao viongozi wa dini ambao tunashukuru kwamba wamekwisha kutolea dua. Tuna heshima kubwa sana ya kuwa na maaskofu kutoka katika kanisa Katoliki lakini kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania na shehe wa mkoa wa Morogoro. Kwetu ni heshima kubwa. Tunaomba viongozi wetu wa dini msimame tupate kuwatambua. Asante sana lakini pia nitambue uwepo wa uh, mheshimiwa Rose Ibrahim, huyu ni jaji mfawidhi wa mkoa wa Morogoro ambaye ameambatana na naibu msajili wa mahakama Kanda. Asante sana, nashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaye katibu msaidizi wa Kanda sekretariati ya maadili ya viongozi wa umma, lakini pia tunao wakuu wa taasisi mbalimbali za umma, asasi za kiraia pamoja na asasi zisizo za kiserikali. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitambue uwepo wa katibu tawala wa mkoa wa Morogoro akiwa katibu wa kamati ya usalama pamoja na kamati yake ya usalama, tafadhali msimame. Asante sana. Vilevile vile, eh, nitambue uwepo wa viongozi mbalimbali mbali kutoka katika mkoa wa Morogoro Mheshimiwa mgeni rasmi, nitambue uwepo wa kamati ya usalama ya wilaya wenyeji ambao tuko hapa, ya wilaya ya Morogoro uh, pamoja na mkuu wa wilaya ya Morogoro, asante sana. tunaye pia mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji huu, manispaa hii ya Morogoro. Mheshimiwa mgeni rasmi uh, nimalizie utambulisho wangu kwa kutambulisha meza kuu wa kwanza uh, upande wa kushoto ni mwenyeji wetu kwa maana ya mkuu wa mkoa wa Morogoro Mheshimiwa Adam Kigoma Malima, tafadhali mheshimiwa. Tunashukuru sana asante sana lakini, anayefuata uh, kulia kwa mheshimiwa Kigoma Malima ndiye bwana Crispin Chalamila, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU. Asante sana lakini upande wako wa kulia mheshimiwa mgeni rasmi, ni mwisho kabisa ni bwana Mululi Mahendeka, huyu ni katibu wetu mkuu kutoka ofisi ya rais Ikulu. Asante sana lakini kulia kwako ku, kwa karibu ni mheshimiwa uh, Ridhiwani Jakaya Kikwete mbunge lakini waziri wa nchi ofisi ya Rais Menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora. Mheshimiwa mgeni rasmi mwisho lakini si kwa umuhimu, mimi ninayozungumza hapa ni Bibi Neema Mpembe Mwakalyelye, naibu mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU. Ndugu washiriki wa mkutano huu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kwa heshima na taadhima kubwa, naomba sasa nimwasilishe kwenu mgeni wetu rasmi Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lamek Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tafadhali, makofi mengi kwa. Asante sana, karibu sana mheshimiwa, tunatamani uone kwamba hapa upo TAKUKURU. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya ukaribisho na utambulisho huu, ninaomba sasa nirejeshe ratiba uh, kwa Director of Ceremony ili aweze kuendelea na ratiba iliyoko mbele yetu. Kazi na utu, kazi na utu. Kuzuia rushwa. Asanteni sana, asante sana kwa utambulisho na ukaribisho. Basi mheshimiwa mgeni rasmi, naomba ni ruhusa sasa tumkaribishe mkuu wa mkoa kwa salamu za mkoa wa Morogoro. Mheshimiwa mkuu wa mkoa tafadhali, karibu. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lamek Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa waziri mkuu, kwa ridhaa yako, naomba itifaki iliyosomwa na naibu mkurugenzi mkuu naema isimame katika taarifa yangu hii. Mheshimiwa waziri mkuu, awali ya yote, naomba nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwingi wa ukarimu, muumba wa mbingu na ardhi, kwa kutujalia sote sisi kuwa hapa katika hali zetu hizi tukiwa salama.